Mtazamaji moja kwa moja ni dodose dodose kile ambacho kimepata fursa ya kuandikwa na magazeti yetu kwa siku ya leo katika zile kurasa za mbele na za nyuma, na ninaanza moja kwa moja hapa na gazeti la habari leo ina habari kubwa ambayo inasema: rufaa ubunge wa Nangole wa Chadema yatupwa. Chuo kikuu Dar chaipinga TCU, chasisitiza hakina mwanafunzi kilaza aliyedahiliwa. Mokiwa amshtaki korutini askofu mkuu wa Anglikana. Lakini vile vile kuna picha hapa ikimwonyesha mkazi wa kijiji cha ya Gata wilayani Tarime mkoa wa Mara, Neema wa Mbura mwenye umri wa miaka thelathini na mbili akizungumza kwa simu na Rais Magufuli kumshukuru kwa msaada aliompatia wa kufanyiwa tena uchunguzi wa afya yake katika hospitali ya Taifa mwimbili. Gazeti la Mtanzania, vyuo vikuu vya ishangaa TCU ni kutokana na hatua ya kutangaza wanafunzi wasiokuwa Chadema, Mbowe, kortini, yeye, na sifa wema amsindikiza Mbowe na kundi lake upokelewa rasmi leo. Uh, vile vile kuna habari inasema Mke wa bilionia Msuya aachiwa, akamatwa tena. DC myeti aeleza sababu za kulivindia bunge. Gazeti la Majira, mazito yaibuka, ujambazi Kibiti, majambazi waacha ujumbe wa vitisho, polisi watoa wa neno. E, vile vile Wema ajitoa CCM aenda Chadema, aungana na Mboye upelekaji maombi kesi ya kikatiba. Gazeti la Uhuru, mwanasheria mkuu ampinga Mboe, askofu Dr. Mokiwa akimbilia kortini. E, rais Magufuli awapongeza madaktari mwimbili. Rufani ya Nangole yatupiliwa mbali. Gazeti la Mwananchi, serikali yamng'ang'ania Mboe kortini. Wema Sepetu amsindikiza mahakamani, Chadema yasema atajiunga na chama hicho. Habari nyingine ya wanafunzi wengi wa sauti ambao TCU imewataja kukosa sifa wamemaliza chuo. Serikali wa Tanzania wametimuliwa Msumbiji kialali. Gazeti la Nipashe, Mbowe na Wema huungana kortini kesi e, kuwapinga Makonda Siro ya unguruma kwa saa sita. Taarifa nyingine inasema maswali ya Lisu kuhusu Jecha yapigwa stop mahakamani. Nikiligeukia gazeti la The Guardian ni? mradi wa ujenzi e, wa barabara ya Ubungo unaogharimu kiasi cha shilingi bilioni mia moja sabini na saba waanza mkandarasi atakiwa kuelezea jinsi basi atakavyopambana na changamoto ya matumizi ya barabara hiyo kipindi hicho cha miaka miwili ya ujenzi wa barabara hiyo. E, afya ya rais wa Nigeria ma shakani vile vile eh, kuna habari inasema eh, nyumbu wa Serengeti waacha kuzaa eh, ni kutokana na kuchelewa kwa mvua ah, vile vile eh, commissioner Siru asema eh, hofu ya panyarodi ili kuzwa. Nikiliweka kando gazeti hili la The Guardian, na aligeukia gazeti la Daily News ambapo kuna habari ambayo inasema orodha ya TCU yazua hofu e, wanafunzi wazazi waitupia lawama e, tume hiyo. Nikiangalia habari nyingine inasema aa, wapo salama. Ni waziri Maiga asema waliorudishwa nchini kutoka Msumbiji wapo salama e, Chadema e, e, Chadema imepoteza mara mbili, ni katika mahakama ya Dar es Salaam na Arusha. Naliweka kando gazeti la Daily News eh, lakini vile vile nageukia eh, magazeti ambayo haya ni mahususi mtazamaji, kwa kuandika habari za michezo na burudani. Niko na gazeti la Champion na habari inasema eh, refa mechi ya Simba na Yanga pasua kichwa TFF yajikanyaga. Waziri hatua ngalizo. Yanga wampa Manara filimbi, awe refa mbio za ubingwa 2017 2017 ni kumi kwa b ni bampa, kwa bampa ni, eh, katika mechi hiyo ya keshe ya, ya watani jadi, ukurasa wa nyuma wa gazeti la Champion eh, wakala wa runi hatua China eh, kisa Chelsea, Mourinho alia na ratiba ya FA nikiligeukia mtazamaji, gazeti lingine linaloandika habari za michezo na burudani, hili ni Bingwa na ukurasa wa mbele kama unavyoona ni, ni presha basi za mpambano ile wa Simba na Yanga. Basi nasema presha za pambano Simba Yanga zaunda kamati za masaa haya. Niligeuze eh, ukurasa wake wa nyuma, mapesa wakala waruni atua China. Uh, niangalie basi ya magazeti mengine kurasa wake wa nyuma ambayo ni mahususi kabisa kwa kuandika habari za michezo na burudani. Nazana gazeti la habari leo, Simba Yanga kazi imekwisha, TFF yaonywa fedha za bodi mpya. Gazeti la Mtanzania, Azamu Mtibwa kuchuana kombe la FA leo, serikali yaitega TFF, ni endapo vurugu zitatokea pambano la watani luandamina Uh, wahofia waamuzi Lowassa atoa neno. Ya gazeti la Majira, lwanda mila msiofu omoji kila kitu tayari. Haya ni, ni, ni pambano la kesho, ilo mtazamaji. Uh, na gazeti la Uhuru, Nape aipa somo TFF luizio yondani pata chimbika. Gazeti la Mwananchi, chunga sana dakika thelathini. Naona habari ambayo imetawala katika kurasa hizi za michezo na burudani ni mpambano huo wa Simba na Yanga wa kesho. Hili ni gazeti la Nipashe. Kiba deni awafunda nyota Simba, Yanga. Mwesabula awataka kuacha pressure za wanachama na viongozi. Mtazamaji, basi hayo ndio ambayo yameweza kujiri katika kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti ambayo amepata fursa ya kutufikia hapa studio kwa siku ya leo, lakini kubwa ni mpambano wa kesho wa Simba na Yanga.